Haleluya, nafurahi kuwaona, nawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza namshukuru Mungu aliyeweza kunipatia nafasi nyingine tena kwa kuweza kusimama mahali hapa. Bwana asifiwe. Tuombe kabla yakujaingia kwenye eneo mtakatifu mtakatifu. Mungu wa mbinguni, shema alipo juu palipo inuka, tazama ni wakati huu na muda huu tunapojikabidhi mikononi mwako sisi wanao tukisema, asante kwa ratiba zote ambazo zinazia mwanzo hadi wakati huu ambapo tunaenda kula chakula chako. Tunaomba Baba, neema yako na ujazo wako uweze kutuzingira katika ibada hii ya leo Baba, tuweze kula chakula hiki na kuweze kututosha na kuweze kuturidhisha ndani ya mioyo yetu tusiweze kusahau bali fungua masikio yetu macho yetu, yaweze kuona vizuri, masikio yetu yaweze kusikia vizuri, vinywa vyetu viweze kupokea, kila ufunguo wetu wa ufahamu uweze kupokea neno lako hili, kwa jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu liye hai, asiwepo mwovu ibilisi wa kuweza kunyakua hili neno baba, bali liweze kuwa uzima wa milele juu yetu, tukiomba na kuamini sasa na hata milele, amina. Kwa wanaoandika, kichwa cha somo leo tutakuwa kumtumaini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. so Watu wa Mungu, tukisema neno kumtumaini Mungu, kwa sisi kama tulivyo hapa binadamu, maana yake ni ku, kuweza kumpatia Mungu kipaumbele katika maisha yetu ambacho ni kipaumbele cha kwanza kuzidi vitu vyote hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hapa kinacho kinachotupaswa ni kwamba tusimwamini mtu wala mali wala vitu tulivyo navyo, bali tumweke Mungu katika kipaumbele cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Katika sisi binadamu hapa, maana sisi hatuna uwezo wa kuishi hapa kwamba sisi tutajipatia uwezo milele. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hapa ni binadamu, hatuna uhakika wa kuweza kuishi milele. Kila mtu hapa tunaishi na tutakufa. Bwana haleluya. Neno la bwana linasema tumtumaini Mungu kwa moyo wetu wote. Bwana Yesu asifiwe, okay. Kumtumaini Mungu sio kwa kutumia viwango vingine vyovyote, mm, bali ni kutumia nafsi yetu na mili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno kumtumaini Mungu ni kuchukua kila kitu tulicho nacho na kumwekea Mungu kwamba Mungu hapa, mimi naamini kwamba hiki kitu atatenda na ninaamini kwamba huyu Mungu ninayemwamini kila siku na ninayemwabudu kila siku ndiye njia yangu ya uzima wa milele. Sio kwamba tukimtumaini Mungu ni kuja hapa kanisani tukasala afu tukarudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kumtumaini Mungu ni kuchukua ile nafasi pekee ulionayo ndani ya moyo wako kwamba Mungu hapa ataweza kunisaidia kitu fulani, na ninaamini kwamba Mungu hapa nikimtumaini, ataweza kunipitisha katika njia iliyo sahihi. Mungu yeye ndo anajua hatima yako ya maisha yako ni ipi. Na hiyo Mungu hili akusaidie ya maisha yako ya hata kama yakiwa mafupi lakini awe mazuri, inabidi umtumaini Mungu kupitia njia zake za kweli. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema Tumtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Usidhani akili zako hizo ndizo zitakazoweza kusaidia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana sema tusitumaini akili zetu, tusizitumaini kabisa, kwa kuwa Mungu ni mkubwa na tunayemtumaini yeye ndo anayejua kwamba aliwezaje kutuumba na kila mtu akampa kiwango chake kiwa. Haleluya! Kwa hiyo sisi hapa tunachotakiwa ni kumtumaini Mungu kila wakati. Mstari wa sita unasema, katika njia zako zote mkili yeye, naye atanyosha mapito yako. Haleluya! mapito yako ukitaka yanyooke, ndugu yangu, mtumaini Mungu. Na tukisoma mfano katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wa nne huo ni mfano wa Ibrahimu ambaye aliweza kumtumaini Mungu. Haleluya! Bwana anamwambia Abrahim kwa hiyo ni njia kwa nini Mungu hakuweza kumchagua mtu mwingine, lakini akamkimbilia Abrahamu? Maana Yesu asifiwe. Na wewe basi, hata ukiwa unaomba sema, Mungu utakapoenda kuwagusa wengine na mimi niguse. Haleluya, walikuwa hapo watu wengi katika hiyo nchi, lakini Mungu alienda moja kwa moja kwa Ibrahimu na wewe kwa hiyo, utakapokuwa hapo sema Mungu, na mimi nipo, usinisahau. Na sisi tujipatie moyo kama wa Ibrahim, na sisi tuweze kujiona kama na sisi tunaweza kuchaguliwa. Sio kujiona, bali kuwa na imani ndani ya moyo wako, sio kujiweka pembeni kwamba mimi hapa Mungu hata akija, ah, kwa kweli uhakika wa kubaki mimi ni nao, jana nimefanya kitu kabisa. Huyu na mwingine tunawaza hivyo, yani mimi Mungu akishuka saa hivi pa nabaki kabisa. Mungu. Mda mwingine, leo ni siku ya Jumapili, lakini watu wamebaki nyumbani, japo wengine ni dharura, lakini mtu kabisa unakuta hana kazi yoyote yoyote ya kufanya, hana dharura yoyote ya kufanya kufanya hana nyumbani, unabaki unafanya nini? Haleluya hapo yeah. Mungu hataki kuacha, hamna shida, atakuacha tu kwa makosa yako wewe mwenyewe, lakini we, kasema Mungu akija mimi ataniacha. Mda wote kuwa na imani, kuwa na kipaumbele juu ya maisha yako. Sema mimi Mungu akija sasa hivi naenda naye. Haleluya yeah. So, twende mstari wa pili. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubaliki, na kukubaliki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka, na baraka. Haleluya. Na Mungu anasema utakuwa baraka utakuwa baraka, utaongezeka kwa watu wote. Yani, yani Mungu anasema atawanyamazisha wale wanaofanyaje? Wanaokufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. O, hata mtu akiufatilia, sema mimi nasonga na maisha yangu, mimi napambana niweze kumuona Yesu, napambana niweze kunyooka katika njia iliyo sahihi. Binadamu hawezi kusaidia chochote kufika sehemu mbali ya, ya kwenda kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu pekee ndiye anayejua njia pekee itakayotufikisha kwamba katika uzima wa milele inabidi tuwe na moyo mnyoofu sio mkunjufu. Bwana Yesu asifiwe. Tunyooke tuweze kusonga mbele katika Bwana. Haleluya. Twende mstari wa nne basi Abrahamu akaenda kama Bwana halivyomwamuru Lutu akaenda pamoja naye. naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka sabini na mitano alipotoka. Jiulize, kwa asingemwamini Mungu hapo angetoka kweli? Jiulize, mtu ana miaka sabini na tano, sisi hapa tuna miaka kumi na nane. Mungu akija kusema twende na wewe, usibaki nyuma, bali songa mbele na sisi, tuzidi kunyoka mbele mbele kabisa, tusirudi nyuma, na sisi sote tuchaguliwe. Hakuna cha miaka kumi ya miaka mingapi? Kuanzia miaka zero twende wote hadi mia moja. Bwana asifiwe. Hakuna kuchanganua hapa miaka kwamba miaka ishirini ndio uende miaka amna. ah, hapana. Hakuna kutafsiri kwamba neno neema ndo atakayeenda. hapana mchungaji ndo atakayeenda hapana, nani yani yale majina hapana, yote majina tutaenda, mioyo yetu yote itaenda, lakini kwa kumwamini Mungu. Haleluya! kwa hiyo inabidi hapa tumwamini Mungu kwamba yeye ndiyo njia na uzima wa milele pekee itakayoweza kutufikisha katika mbali. Haleluya! sisi ni ndugu na tuwe wamoja katika kushauriana, katika kutiana mioyo, tusivunjane mioyo, mtu anamwonea tu jicho ndugu yake ah Yani hili. Hey, yani jamani, sisi tusivunjiane mioyo, sisi ndugu, tupendane ndugu yangu. Hiyo ndio kumtumaini Mungu. Huwezi ukawa namtumaini Mungu na ukafikiria kwamba ukienda kumsengenya mtu ndio Mungu ana wewe. Kaombe tu mapema ndugu yangu, kaombe tu usala mapema, Mungu akusamee kwa hicho ulichokifanya. haleluya kwa hiyo neno la bwana linasema tumwamini mungu tunaona ibrahimu mfano mzuri wa ibrahimu alipomwamini mungu hadi anaweza kumvusha katika ni ibrahimu mtu wa miaka sabini na tano kabisa sisi wa miaka kumi na nane ndio tunacho kwa hiyo tujitahidi sote twende haleluya twende katika kitabu cha maombolezo sura ya tatu mstari wa ishirini na mbili ni huruma za bwana kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Haleluya! ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Ukimtumaini Bwana uwezi kuangamia ndugu yangu. Majaribu japo tunayapata, lakini hayo majaribu ni ya kutufanyaje? Yanatuvusha hayo majaribu, ya kutupima imani. Yaani wewe ukikutana jaribu, sema asante Yesu, na ninaamini nitavuka. Ukikutana jaribu, biashara yako haisongi mbele, sema asante Yesu, naamini nitavuka, yeah. Wewe tu omba, mwambie Mungu asante na tunaamini kwamba Mungu atafanya atatuvusha. Haleluya! Kwa hiyo tusikate tamaa juu ya maisha yetu, wala juu ya biashara yetu, juu ya kazi yetu, juu, inabidi tusonge mbele, tujitie moyo sisi wenyewe, haleluya, ili tuweze kupata uzima wa milele.